Nkwangu safi. Maangalije mheshimiwa diwani safi. na mbunge je? Sasa yule anayefanya yote haya Dakta Samia Suluhu Hassani, safi hapo. Sasa tunaelewana ndugu zangu, Wanakwangu. Kwanza nimefurahi sana kukutana na ninyi siku ya leo ningeweza ni kufanyia mkutano wangu huko huko, alafu nyiwe nikawaacha hivi hivi, kwani siku zote si mmekuwepo? Si mmekuwepo bila mkua lao kuja? Kwa hiyo ningeweza ni hata nikabaki huko huko, lakini kasema hapana, hii serikali ni serikali ya watu kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya watu, si ndivyo ilivyo? E, na ninyi ndio mmeweka serikali madarakani, si ndivyo ilivyo? kupitia Chama cha Mapinduzi, nikasema sasa badala ya kufanyia huko kuliko zoeleka ngoja twende ndani kabisa huko tukapenyepenye, mpaka tufike na mimi nione hizo shida mnazozipata huko, na mimi nizione kwa macho yangu, hapo vipi? Eh, ili kama kuna kero, kuna nini, basi tuzizungumze sote tukiwa huko huko. Ningeweza pia kubaki hata ofisini nikawasubiri mje mnikute ofisini ili mje mniletee kero ofisini. Lakini wangapi watachoma nauli kuja kule ofisini? Mtaweza yani, nyote hapa mnaweza mkaja ofisini kuja kuniambia kero zenu? Sasa ni rahisi mimi kuja hapa kwa sababu nimekuja na gari, ile serikali inaniwekea mimi mafuta, siweki mafuta kwa hela yangu, serikali inaniwekea mafuta. Wewe ukitaka kuja kwangu utatumia fedha, utatumia nauli ambao ungekula na watoto hawa, si ndivyo ilivyo? E, sasa wewe badala ya kuja kule usipoteze nauli yako, kaa nayo ikifika saa tisa utakwenda ushtue kidogo, lakini usisahau kupeleka matumizi wapi. E, mimi nimekuja hapa kuokoa nauli yako, tuzungumze tukiwa huku huku, hapo vipi? E, sasa msije mkasema Rais Samia hajafika, amefika kwa sababu mimi kanituma. Sijitumi mi peke yangu, natumwa na mheshimiwa Rais kuja kwenu. Kwa hiyo mheshimiwa Rais keshawafikia, na kwa kuwa kafika kupitia kwangu mimi aliyenituma, basi kila mwenye lolote lile aliwasilishe hapa leo, tuyajenge hapa hapa. Kama una bango, atakayesoma aulize kupitia kwenye bango, mwingine amekuja na nawe kutoka nyumbani, lakini yeyote mwenye kero, mwenye shida yeyote yule aje hapa atoe kero yake, e, kama naye ana kero mwache e, aje hapa atoe kero yake, tuyaongee tuyamalize, ili tuelewane kabisa. Tukitoka hapa tumefunga ukurasa na sote tunasoma ukurasa mmoja mpya. Tumeelewana ndugu zangu. Sasa mimi naomba kwa sababu lazima niwape nafasi ninyi muongee, naomba mniruhusu mimi nikae na kupongeza, naye aje hapa na mwenye kero naye aje hapa. Alafu nitawapa nafasi muongee, na mimi nitakuja kuongea na ninyi baadaye. Utaratibu wote ni mzuri zaidi, kwanza niwasikilize ninyi, alafu mimi nije niongee baadaye, sawa e? niongee baada ya kujua ninyi shida yenu ni nini. Karibuni. Mimi naomba tu kama wakina mama mtusaidie, na sisi tunahangaika, hata sisi tuna kikundi kikundi cha wakina mama wapenda nao Songea. Tunaomba msaada sasa katika kikundi chetu, hata kutuwezesha kitu chochote, tunaweza tu, itufanikishe na sisi tuinuke zaidi na zaidi. Safari ya kutoka hapa kwenda shule ya msingi Nkwangu kidogo, kuna umbali, hususani kwa watoto wadogo. Na kwa bahati nzuri umekuja kiangazi. Raiti ungekuja masika, natumaini na usingefika. Ombi langu nilikuwa naomba kwa viongozi husika tupewe shule katika kitongoji cha Marangali. La pili, Mheshimiwa, nilikuwa naomba kama kuna uwezekano tutengezewe barabara. Na la tatu ni umeme kijiji cha Nkwangu kuna ku, hapa hapa chini kuna mto kuna mto Nkwangu, kuna wananchi wengi sana ndani ya ng'ambo ya mto wa Nkwangu na wanafunzi ni wengi sana. Kipindi cha masika huwa tunapata shida sana, mvua ikiwa imenyesha, na mla wavukaji wale watoto kwenda kufika shuleni. Swala la pili, pale shuleni tuna, tuna upungufu wa madarasa tunahitaji serikali tusaidie madarasa mawili na ofisi ya walimu. Ya tatu, kero yangu kubwa ni upande wa zahanati. Naomba tumtusaidie maabara pamoja na huduma nyingi nyingi. Sisi ni watu wengi sana katika kijiji hiki, si chini ya kama laki like saba hivi. Tunaomba barabara, kwa hali tulionayo huku ni ngumu sana. Mazao yetu yananunuliwa kwa bei wanayotaka wanunuzi, kwa sababu wanashapata vigezo vikubwa kabisa barabara. <coughs> Usishangae mwaka huu Debe la ufuta hata tukinunuliwa tuki hata elfu sita wanadai eti kule serikali wameshao wazima, si kufanyaje, si Mambo mengi kibao. Na barabara zenu ni mbovu. Kwa hiyo washa pata kiegesheo sasa. Tunaomba na sisi siku moja Tukapata barabara hapa Ya kutuunganisha angalau Hata kata tu, hatuna maunganio naye. Umeona we mwenye umetoka Upendo Unarudi kabisa Makongorosi, Ndona kuja uku. We mwenye hayo umeyashuhudia. Kwa uzuri zaidi serikali yetu kumbe Mpa makini, na wapongeza sana. Hongera sana kwa kutuona na sisi wananchi wako, kumbe na sisi tupo. Barabara ilimwe ifike hapa na tengenevyo bado, wananchi wengine tunatezeka. Kuna mtu hapa ni hatari sana, mkuu wa wilaya. Hapa tulipo magharibi yake, hapa ikiwa kifuku, tunapata matatizo makubwa. Kwanza nipende kutoa shukurani za dhati kwa ujio wa mkuu wa wilaya pamoja na diwani pamoja na msafara wote ulioongozana nao. Kwa hili mimi ningependa nishukuru sana kwa kutembelea hapa kwa sababu hata wananchi wa hapa vile vile wameshukuru kwa sababu walikuwa hawajui ujio wako utakuja lini katika sehemu hii au katika kijiji hiki na kufika katika kitongoji hiki. Nipende kutoa shukurani za dhati, karibu na siku nyingine. Kwanza ningependa kutoa shukurani za dhati kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, kwa kuwa sisi ndio tuna deni lake, tutalipa pale mahala tunapopajua. Asanteni sana. Kwa wilaya yetu ya Chunya, mpaka sasa hivi tumeishapeleka umeme kwenye vijiji vyote, wilaya nzima vijiji vyote wilaya nzima, tumepeleka umeme. Eneo lililobaki sasa hivi, baada ya kumaliza vijiji, tunapeleka umeme kwenye vitongoji. Kwenye kijiji kuna umeme hakuna umeme? Umeme upo haupo? Aongee mmoja. Ah, tuelewane vizuri. Umeme upo haupo? Kuna kazi inaendelea hakuna? Ndio, tunaelewana hivyo, kuna kazi inaendelea au hakuna? Eh, sasa umeme ili uwake unaanzia hapo ulipo, yaani hapo kazi inayoendelea ndio mwanzo wa umeme kuwaka Nkwangu. Na sisi nia yetu ni mwaka huu huu umeme Nkwangu uwake na mimi nikitoka hapa na kwenda kubanana na meneja wa TANESCO kuhusu kuja kukamilisha mradi wa umeme kijiji cha Nkwangu. Hapo vipi? Hapo vipi? Kwa swala la umeme ni swala la muda, mnakuja kupata umeme. Nie tulieni. Kitu cha msingi ninachowaomba, na nie anzeni na maandalizi basi ya kupokea umeme. Umeme uingie kwenye nyumba nzuri, Mjenge nyumba nzuri, tuwape umeme. Hata ukiwa na nyumba sio nzuri, tutakupa umeme, lakini itapendeza. Na wewe ukilima ukavuna, weka nyumba yako safi, fanya wiring yako, subiri tukupe sisi umeme. Na umeme tunakutoa umeme kwa shilingi ngapi? Mnajua gharama ya kuvuta umeme? Mnaijua kuingiza nyumbani, eh? gharama ni ya kuuza kuku mmoja tu. Ukiuza kuku mmoja, umeingiza umeme Sawa, ukiongeza na mayai sasa hapo nanua vifaa vingine mpaka <laughs> hapo, umenielewa umeme gharama yake ni shilingi ishirini na elfu ishirini na saba. Gharama ya umeme ni zaidi ya laki tatu, lakini wewe utalipa shilingi elfu ishirini na saba utakazozipata baada ya kuuza jogoo wako, sio mbuzi. sende kuuza mbuzi. Wewe uza jogoo tu basi eh. Ukitaka vifaa vingine vya ziada uza mayai halafu, umeshapata umeme. Nasema ni laki tatu, kwa sababu hizo elfu ishirini na saba unazolipa zinazobaki, serikali ndio inayokulipia wewe. Umenielewa vizuri, wewe unalipa ishirini na saba kwenye laki tatu, serikali inamalizia inakulipia wewe. Kwa hiyo kila atakayevuta umeme serikali imemgharimia pia kumsaidia kwenye gharama ya umeme mpaka hapo. Tumeelewana vizuri, wana Nkwangu, tuko pamoja. Sasa jibu la umeme ndio hilo, na mimi nimepita nyaya nimeziona na ndio maana nimekuja mimi kuona kwa macho yangu, sitaki kuambiwa. Kwa hiyo bwana wewe na bango lako wewe, kwenye jibu pale weka tiki kwamba hii inashughulikiwa. Haya, Lilifuatia swala jingine, lilikuwa la barabara ambayo pia liko kwenye bango pale, maake tuna tunataka barabara na umeme, ndio yaliandikwa pale na ndio yaliongotwa hapa. Kwa hiyo hata ninyi mnapita mnaona, pamoja na kwamba una bango lakini wewe unapita unaona umeme umeona huko unajengwa na unakuja kuwafikia Nkwangu. Lakini jingine hapa ni barabara, nyote siwa napita humo. Mtu mmoja aniambie nini kinachoendelea huko, mtu mmoja anieleze nini kinachoendelea upande wa barabara, hamjaona kwe? Haya, wewe ni wewe, bwana nani, ongea kule, mchukua mic, eleza nini kinachoendelea huko wewe ulichokiona mpe maiki tu aje ongee ongee tu. Upande wa barabara umeona nini kwa upande wa barabara, ndugu? Mheshimiwa, nimeona daraja. Ndio ile daraja ni kwa ajili ya nini? Hiyo daraja ni kwa ajili ya barabara Bazo, ili barabara iweze kutengenezwa lazima kwanza iingizwe kwenye mfumo wa TARURA, yaani serikali iweze kuitambua. Barabara yenu ya Nkwangu ilishatambuliwa na serikali, kwa hiyo iko kwenye mfumo wa barabara zinazotambuliwa na serikali. Mpaka sasa hivi tumeanza kujenga kile kipande kinachowapa kero, ni kinakata mawasiliano mvua ikinyesha. Tunajenga daraja pale kwa zaidi ya milioni 140 zinakuja kulala pale. Tukimaliza pale, sasa tunakuja kukamilisha barabara inayokuja kwenye kijiji, ili tuweze kutatua hii kero mliyoisema ya mazao yenu kwamba hayauzwe yafanye nini. Tutakuja kuileta mpaka ivuke ifike huku. Makofi. Basi jamani, kila kitu lazima kiwe na mwanzo. Mwanzo si mmeuona? na mimi wakati nakuja nimesimama pale, nimeikagua lile daraja wanalojenga, na wakaniambia mwezi ujao linakamilika. Likishakamilika lile tuanze kuhangaika na barabara mpaka hapo. Hapo vipi? Hapo vipi? Makofi kwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, bajeti za serikali zinapitishwa bungeni. Makofi kwa mbunge wetu. Kuna swala la shule hapa ambayo ilitolewa na Bwana Samora. Sasa swala la shule, ili tupate shule huku, nitahitaji kujua takwimu za wakazi wa huku kwanza. Eneo hili lina watu kiasi gani kwa takwimu zilizopo, mtendaji kata nzima ina watu wangapisina wakazi elfu kumi na mbili na 42. Kijiji hiki cha Nkwangu kina watu wangapi? 3925. Kitongoji hiki kina watu wangapi? Ah, kidogo ni kumi ya kitongoji sina hisia. Eh, sasa kwa sababu hawa wamedai wanataka shule, sisi tunakwenda kisayansi ndugu zangu, tunaelewana vizuri, tunakwenda kisayansi, kwanza tujue idadi ya wakazi wa kata tujue idadi ya wakazi wa kijiji tujue idadi ya wakazi wa kitongoji, ili tujue. Itatupa majibu ya watoto ambao wanatakiwa kwenda shule kutokea huku ni wangapi. Tuangalie tuone uhitaji wao, na kama kunahitajika kujenga shule, ndio tuje tufanye kazi hiyo ambayo itajadiliwa kwenye vikao vyenu ninyi wenyewe, alafu mtatuletea. Sawa eh, lakini kwa sasa hivi sisi kwanza tushughulike na upungufu uliopo kwenye ile shule kwanza, tushughulike na upungufu uliopo kwenye ile shule. Ndugu zangu wananchi na viongozi mlioko hapa, tuna kazi sasa ya kuanza kuandaa fursa kwa ajili ya kuanza ujenzi wa madarasa hayo. Leo nimekuja hapa, kabla sijaja hapa nimetoka Upendo, nimetoka shule ya msingi Lola pale Lola wamejenga madarasa mawili kwa nguvu za wananchi na ofisi ya walimu, imekaa muda mrefu, lakini kwa kuwa walijenga wakamaliza boma, sisi tumekaa ofisini tukaona hapana, wananchi hawa mpaka wamalize maboma haya, wamechoka, wanahitaji tuwapokee huu mzigo. Sawa, na sisi sasa tumetoa fedha shilingi milioni ishirini pale shule imalizwe iezekwe na kila kitu, na wanafunzi waingie mle ni kusoma mpaka tuwaokee okay, na vioo mpaka sakafu tuweke. Kazi yao ni wanafunzi kuingia wa kusoma kwenye shule ile iliyokamilishwa iliyojengwa kwa nguvu za wananchi. Sisi tunatoa milioni 20 na kila kitu kinaisha, na mheshimiwa diwani yuko hapa, mwenyekiti wa china chama cha mapinduzi kata yuko hapa, nilikuwa nao na wao ndio wanakwenda kusimamia ile shule ikamilike. Ikiongea hivyo, na maana gani? Nataka niwahakishie kwamba sisi mwananchi unapokuwa umejengwa ume, ume umejitolea, kazi yetu sisi ni kuja kumalizia. Lazima tuje tuwaunge mkono tumalizie. Kwa hiyo tuna kazi moja, tuna uhitaji wa vyumba vitatu vya madarasa. Hii ndio kazi. Sasa naiacha hapa na mimi nikiahidi kwamba tutakuja kuwaunga mkono katika kumalizia haya madarasa. Sasa kwa kikundi hiki kina watu wangapi? Aa, anaishaenda kupika hiyo ya kikundi hiki kina watu wangapi? Eh, eh, watu kumi na sita. Sasa mtendaji kata, haisa maendeleo yuko wapi? Hamna? mnamtumia wa wapi? Aha. Yeah. Sawa hiki ni kikundi sasa kina mama, iko hivi serikali yenu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye halmashauri. Watu wangapi? kumi na sita? Eh, eh, watu kumi na sita. Sasa mtendaji kata, afisa maendeleo yuko wapi? Hamna? mnamtumia wa wapi? Aha, yeah. Sawa, hiki ni kikundi sasa. Kina mama, iko hivi serikali yenu ya jamhuri ya muungano wa Tanzania chini ya Dkt. Samia Suluhu Hassan, kwenye halmashauri kwa fedha mnazolipa ninyi, mapato tunayokusanya kutoka kwenu Mapato yote tunatenga asilimia kumi kwa ajili ya wananchi kurudisha kwa wananchi. Asilimia kumi inagawanyika mara tatu. Tunatoa asilimia nne kwa ajili ya kina mama, tunatoa asilimia nne kwa ajili ya vijana, tunatoa asilimia mbili kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Jumla ukijumulisha hizo zote, unapata asilimia kumi. Mmenielewa? Lakini kwanza mpaka hapo mmenielewa. Hizi ni pesa, tunapokusanya mapato tunatenga asilimia kumi kwa ajili ya kurudisha kwa vikundi vya kina mama, kurudisha kwa vikundi vya vijana na watu wenye ulemavu. Tunawapa kama mikopo, lakini ni mikopo ambayo haina riba. Riba mnaijua? Riba mnaijua? Yaani riba maana yake ni kwamba ukikopeshwa shilingi elfu kumi mtu anakuambia ukija kulipa mimi utanilipa elfu kumi na tano mwingine anaweza kama akasema utanilipa elfu ishirini sisi fedha anazo tuambia, Dr. Samia Suluhu Hassan tuwakopeshe nini wananchi hatukudai nyongeza ya fedha ukikopa milioni tano unarudisha milioni tano sio yale mambo mtu anakopa milioni tano na kuja kuambia atarudisha milioni kumi hapana sisi pande wa serikali hatufanyi hivyo kwa wananchi hayo mnafanya kwenye vikoba na ndio ile inaita mikopo kausha nini, kausha. Nia ya serikali ni kuwatoa ninyi kwenye kausha damu. Sasa ninachokusudia kusema ni kitu hiki kwamba fedha ya kuwakopesha ninyi tunayo. Kina mama mpo, nasema hivi, fedha ya kuwakopesha ninyi kama kikundi tunayo na nia ya kuwakopesha tunayo na uwezo wa kuwakopesha tunao. Haya, niyi mnataka nini, nini? sasahp endelea kutofuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC online website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz, lakini Instagram tunapatikana chunya_official